Kauli yako umeshaongea, ile ndoa imefungwa serikalini. Serikalini watu wanafunga ndoa, awafungi watu wanafunga. Basi amini, ile ni ndoa. Yes, ile ni ndoa. Mtoto wetu Mwislamu, bwana aliyokuja Mkristo, wameliziana bomani mpaka serikali imepitisha kwamba ile ni ndoa. Sasa mtu anachokataa ni kitu gani? Siku zote katika maisha huwezi kumridhisha kila binadamu blo, kila mtu anaongea kwa muda na wakati anachokiona kwake sahihi kwa wakati huyo. Bana, ni usiku wa kumbukizi kwa siku ya kuzaliwa kwa mwanamama mwanadada, ama naweza nikasema shangazi mmoja kati ya watu ambao tayari wameshafanya makubwa mengi kwenye sanaa nzima ya uigizaji. Kwa wale wa Kongo wanaweza kumfahamu kwa jina la Winter kutokea kule kwenye jumba la dhahabu, lakini kwa wale wa sasa hivi mwezangu na mimi wengi tunafahamu kwa jina la Tukae Kikala, mmoja kati ya watoto pendwa kabisa wa mzee Kikala, mmoja kati ya watoto ambao wanapatikana kunako tamthilia ya Kombolela, tamthilia ambayo imetungwa na ndugu yetu Abduli, tuzungumze naye tuambie kwa hili ambalo limefanyika leo, anajisikiaje? Happy birthday to you. Ah, namshukuru Mungu kwa kweli. Kwema kabisa. Jambo la kumshukuru Mungu ah. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa tena kibali cha kuongeza mwanamke eh. mm. mm. Naomba nirudie samane eh. Happy birthday to you. Ah, asante na nashukuru, ni jambo la kumshukuru Mungu kwanza, yeye ndo anayenipa pumzi kanipa mwaka mwingine kuna mwingine alitamani kuiona siku hii kama ya leo, mwingine sasa hivi tunavongea, mwingine yuko hospitali, mwingine sasa hivi anakata roho. Lakini mimi ni nani? Mungu kanipa kibali au zawadi gani kubwa mno niliyompa? Sina cha kusema zaidi ya kusema alhamdulillahi. mm. tumetimiza miaka mingapi? Nimetimiza 43. 43. Yes. Kuna watu wanaofia kutaja umle wao kwenye zana tofauti tofauti, kwako kwa ipo tofauti. Yaani kwa nini nistaje? Yani niongope hili weje Mi naongea ukweli wangu kwa sababu mi, mi ni binadamu eh? Sijui kesho yangu. Kesho na kesho kutwa mimi msalaba utaongea pale. Enjo John Komba alizaliwa mwaka fulani mwaka fulani sasa why niongope? Nimezaa nimetimiza miaka 43 na, tatu, namshukuru Mungu kwa kuniongezea mwaka. Yes. Si wote ambao watafurahia kwa hiki ambacho umekifanya. Wapo watu ambao watakunja watasema, mama huyu mama mtu mzima anafanya mambo kama haya. Birthday tumeona tumezoea kuona wasichana wadogo wadogo, lakini wewe miaka 43 still umefanya tukio. Tafsiri yake nini hasa? Yaani kwanza toka mimi nimekuwa nimejitambua sijawahi kufanya birthday. Hii ndio kwa mara ya kwanza kufanya birthday kubwa namna hii tangu nijitambue, tangu nijitambue, yeah. Of course birthday yangu ilikuwa tarehe 29 mwezi uliopita. Nashukuru Mungu na timu yangu yote, bosi wetu walitoa wazo, tukaenda kuona Mtwara watoto wenye mahitaji maalum. Nilimshukuru Mungu, lakini bado kuna wadau wangu kaka yangu Bob Zee na namshukuru Mungu. Akasema dada, hapana mi, nataka nifanye kitu. kitu gani? nataka tufanye tu pati kidogo. Nikamba ndugu yangu, mimi sina ye. Akanambia we, njo tukae, tufanye jambo, naamini litaenda kweli. Namshukuru na nashukuru na watu wameniitika. Nashukuru familia yangu ya Kombolela huko ilipotoka, manake huko tulipokuja kufanya tumekuja kufanya sehemu moja mbele ya Gongo la Mboto panaitwa Majoe. Nashukuru familia yangu imeitika nashukuru familia yangu ya Keko imeitika. Nashukuru familia yangu ya jumba la Zabu, baazi kina Baga. Nashukuru kina Bondia, kina Chino. Nashukuru kina Chansela, watu sehemu mbalimbali wameitika kikubwa mno. Nashukuru wananchi wa huku, wamenipokea kwa moyo mmoja, sikutegemea mwenyewe. Nadhani umeona kulivyojaa namna ile, yaani kuonyesha upendo kwamba wanatupenda, na mimi nawaambia kwamba nawapenda Waendelee kuwa na moyo huo huo. Nimepata kitu kikubwa sana, nimejifunza kitu kikubwa sana kupitia kwa watu wa huko. Nilitamani nikuulize hilo swali kwa jinsi ambavyo sherehe yako imeanza mpaka imemalizika. Kuna namna yote ambayo unahisi umefeli? Kuna watu uliowatarajia waje hawajaja, ama kuna watu ambao huwatarajia lakini umekuja? Kwa maana kama umefaulu zaidi. Yaani kikweli, wale wote niliowatarajia na nashukuru Mungu wote wamefika, na wengine ambao sikuwatarajia nimeshangaa, wamenifanyia kama surprise, wamefika. Namshukuru Mungu sana sana sana kwa hiyo. Kwanza mi mwenyewe nilikuwa mpaka naogopa. Naambia jamani mimi naogopa mwenzenu vitu. Mimi yani wajua mimi sinaga ya mambo ya, ya kufanyaga fanyaga shughuli shughuli. Fanya research mi sio mtu yani, wa kufanyaga shughuli. Yaani na ndio maana nashukuru Mungu kwa sababu watu wameniitika kwa sababu uyu sio mtu yeyote mtu wa kutokaga kwenda kwenye shughuli za watu. Lakini yeye sio mtu wa kufanyaga shughuli. Hebu ngoja kwanza twende tukaone, lakini namshukuru Mungu. Nimeitikwa nimeitikwa, mpaka nimeitikwa tena. Binafsi nimehudhuria birthday nyingi za wasanii kwenye Kombolela. Wewe ni miongoni mwa wachache ambao timu, nusu ya timu nzima imefika, waigizaji list yote, hey, wamefika sambamba na bosi. Natamani nifahamu hii kuna nini cha tofauti. Wenzako mara nyingi bosi haendagi Abduli, leo Abduli kaja, ndio maana kameramani kaja, director machupa kaja, eh, makoti kaja, chiku kaja, bistar kaja, kina mashavu wote wamekuja. Si ni nini, Tukae? Yaani kwanza ile ni familia, mimi mwenyewe sikutegemea kiukweli namshukuru Mungu nilitamani hata kulia. Ah, unavyosema kwamba kwa, wengine haendi. Huwezi kujua saa nyingine mtu majukumu muda unakuwa mambo yanakuwa yanaingiliana. Umeona? Lakini nilimtaarifu bosi siku sita kabla. Nikamwambia bosi naomba kuna moja mbili tatu. Naomba kuna moja mbili tatu. Ndio nakuja pale pale kwa sababu kwa sababu naga Tukae hey, mambo yake huaga yuko kivyake vyake tu. Kwa kwa hili jambo najua kila mtu ya nile, ametamani kwa hiyo wameniitika, namshukuru Mungu kwa kweli. Mwenyewe kama ulivyosema, umemwona director yuko pale, soundman makoti umemwona e, crew nzima umeona, the big boss eh, yani nashukuru. Walitamani kuwepo wote, wote wote walitamani kuwepo, sema majukumu mambo yameingiliana, lakini ilikuwa iwe timu nzima. Oktoba 25 kunako Instagram yako akaunti uliposti picha ambayo uliandika maneno mengi na ni mazito. Comment zilikuwa ni nyingi. Uliposti mara mbili, si mara kwanza maneno yale yale, mara pili maneno yale yale. Kwa haraka haraka ulikuwa ni mtu ambaye kama unashukuru fulani kwa watu ambayo upo na kuweza kuwazungumzia wale watu ambao walikuwa wanatamani wewe upotee, na kuna jinsi fulani ambavyo ulipita njia sio sahihi. Wala kwa uchache, nini ambacho kilikusukuma mpaka uandike maneno yale? Mimi sidhani kama kuna binadamu yoyote hana mapito anayopitia, hata wewe mwenyewe hapo ulipo una mapito unayopitia niliamua tu, nilikaa mwenyewe, nikachukua matukio yangu niliyopitia mpaka hapa nilipo, nimevuka mabonde na milima, nikaamua kuposti ile picha, nikaandika, nikasema namshukuru Mungu kwa mabonde yote niliyopitia mpaka hapa nilipofika, ni jambo la kumshukuru Mungu, japo bado naendelea kusonga mbele, lakini na imani Mungu wangu huyu huyu ninayemuomba na naye nipapumzi, naendelea kupumua, ataendelea kunivusha zaidi ya haya. Mm, kwenye kalia yako uigizaji, kuna mtu ambaye alishawahi kutaka kukubadilisha ama kutaka kukupindisha usifike hapo ulipo? Hapana, kwa kweli. Sijui, siwezi kujua. Kuna mtu yote alishawahi kuonyesha hali fulani hivi ya kuziba riziki yako si hii ambayo ipo mdau? Hapana, kwa kweli Jaribu kulifaa maneno ambayo ulikuwa umeandika, ni maneno mazito. Natamani ni asome lakini kwa sababu maneno mazito, acha umbea, maneno mazito sana. O, ni maneno ambayo mimi mtu wote akiona lazima astuke e, lazima astuke kila mtu najua ana kwenye, kwenye maisha yake anaguswa. Kuna baadhi ya vitu anakuwa anaguswa kwa staili yake. Kwa hiyo mimi kuna baadhi ya vitu vilinigusa kwa staili yangu, umeona nikajikuta nikaamua kuandika vitu kama vile. Kiukweli kila mtu ametaruka, ameshangaa kwa sababu hawajawahi wa kuniona mimi kuandika vitu kama vile, umeona na watu wameshazuaga, mpaka mtu aone jambo kwamba kila mtu kaliona, huyu kakutwa na hiki, huyu alimpata hiki. Hapana, mimi nimeamua kumshukuru Mungu kwa staili yangu kutokana na mapito yangu niliyopita mpaka hapa nilipo, bado amenipa pumzi, nikaamua kuandika kumshukuru Mungu. Yes, ulifungua kwa kusema nilipitia mikononi mwa watesi ambao walitaka mimi nishindwe. <laughs> Watesi kina nani? Ate mambo yako bana, tumalizie. Siku mbili zimepita tangu zifanyike tuzo ya Zikomo. Moja kati ya majina ambayo binafsi nikitarajia niaone jina lako Batimbaya, siku liona tafsi yake nini? Watu hawaoni kazi ambayo Tukae anaifanya ama maana yake nini? Ah, watu wanaona na kazi zangu zinaonekana, kila kitu kinaenda kwa foreni. Ukiona hivyo, jina langu bado liko kwenye foreni, naamini inshallah ipo siku. Hmm. Hmm. Okay, kizazi chako kuna mtu unahisi ana kufikia kwa uwezo wako sana? Ah, kila mtu na uwezo wake na fikra zake na upana wake wa akili na mawazo. Mimi naangalia rabi nafsi yangu. Mimi ninachoangalia, utendaji wangu wa kazi, juhudi zangu, kujituma kwangu. Kwa hiyo siwezi nikamzungumzia mtu kwamba eti huyu mimi nashindana naye. Mimi naangalia cha kwangu mimi kile ninachokifanya. Na nikiona mashabiki zangu wananipokea, nashukuru wan... yani naona kwamba hawa wanajua nini ninachokifanya na wanaamini kazi ninayoifanya. Yes. Kama ungegewa nafasi umchague msanii mmoja agewe tuzo ya best actress 2025, unahisi tuzo ingeenda kwa nani? Angel Joni Komba. Angel Joni Komba. Eh, unamjua Angel Joni Komba, tupe jina la kisanii na mimi namjua watu wamjua. Mpe jina la kisanii Winter aka Tukae Mm. Kwa sasa hiyo tuzo kupitia imeenda kwa dada mmoja anaitwa Chioma bila shaka unamfahamu. Nimeona. Anaisi kustahiki. Amestahili. Yes, eh, amestahili. Amestahili, anafanya kazi vizuri, nimeona kazi zake, utendaji wake wa kazi. Fike time, kwenye ukweli, tuseme ukweli, ana perform vizuri dada, nampenda wa jina langu ni haki yake kupata mm. Nimesikia kuna baadhi ya mtu anasema kwamba Chioma afanye uswahili ule ambao unaofanyika kwenye, kwenye tamthilia ya Noma? Naangaliaga sio mara nyingi kidogo kidogo, yeah. Nimeona naangalia kweli, utendaji wake wa kazi, kwa staili yake, kwa performance yake, mpaka amewekwa ile sehemu pale. Director ameona kwamba anaweza, umeona eh? kwa na mimi naona anaweza. Mimi nimeona kwa, kwa upana wangu, kwa akili yangu, kwa maono yangu, nimeona anaweza. Yes, sawa, tumalizie Jana kama sio leo palifanyika na ndoa ya mtoto wa dada yako, kama sio mdogo wako, nahisi dada yako um, Amina Vikoba. swali so, langu la msingi ni kwamba comment nyingi ambazo hakuna ndoa, tafsiri yake kwamba mwanamke kwa kwamba kwa kwa mtoto wa, wa, wa, wa Amina ni Muislamu mwa, mwa lakini mwanaume ni Mkristo, ile ndoa imefungwa serikalini. Kama mzazi unahisi una kauli watu ambazo kwamba pale hakuna ndoa serikalini serikalini watu wanafunga ndoa, wafunge. Watu wanafunga basi, amini ile ni ndoa. Yes, ile ni ndoa. Mtoto wetu Muislamu bwana aliyokuja Mkristo, wameliziana bomani, mpaka serikali imepitisha kwamba ile ni ndoa. Sasa mtu anachokata ni kitu gani? Siku zote katika maisha, huwezi kumridhisha kila binadamu blo, kila mtu anaongea kwa muda na wakati, anachokiona kwake sahihi kwa wakati huo. Kwa hiyo, huwezi kubishana na kila mtu ila mimi nachoona ile ni ndoa, na namtakia kila la heri huko, endapo akatulie vizuri, akatulie mtoto wetu vizuri kwa mme wake, na inshallah Mwenyezi Mungu atamsimamia. Neno la mwisho la kumalizia kwa marafiki, mashabiki ambao wanapenda kazi zako kila kukicha. Ah, neno la mwisho kwa mashabiki, kwa ndugu, familia, jamaa na marafiki, mimi nawashukuru. Naomba waendelee kuangalia kazi zangu, ntawaletea vitu vizuri vizuri, vizuri zaidi. Sina mengi zaidi zaidi ya kuambia tu, nawapenda sana, waendelee kuangalia Kombolela, waende kuangalia Azam TV, waangalie kuangalia sinema zetu, hakika ni za kwetu. Tunawapa burudani, wapokee burudani.